Bahati nzuri wakaguzi wa kafu wamepita hapa, takriban wiki moja imepita, na wamefurahishwa na utayari wa uwanja wa Amaan, na mimi mwenyewe leo nimebahatika kupita hapa baada ya kikao kazi cha maafisa habari. Uwanja uko vizuri. Uwanja huu tofauti na vile tunavyovijenga sisi, huu ni hybrid. Yani hapa nyasi kwa asilimia themanini au zaidi kidogo ni nyasi halisi na asilimia kama ishirini ama chini ya hapo zinakuwa nyasi bandia. Kwa hiyo ni uwanja uko tayari na unakubalika huu na FIFA na CAF. Uh, ni uwanja ambao uko tayari na nimefurahi kuona na mimi nilikuja kujifunza teknolojia iliyotumika hapa uh, naona ni kitu kizuri. Nawapongeza sana serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa utayari huu, na upande wa bara tunaendelea kufanya maandalizi uwanja uh, wa Benjamin Mkapa upo tayari. Uh, wakati fulani tulipata ripoti ya kafu kwamba uwanja uh, unatakiwa utimize vigezo fulani, lakini ni kwa sababu ya msukosuko ambao ulikuwa umepitia wa mechi za mfululizo, lakini pia tulikuwa tumetoka kukata nyasi chini kabisa, lakini sasa hivi na wenyewe uko tayari. Kwa hiyo Amani iko tayari, Benjamin Mkapa iko tayari. Sasa hivi tunakimbizana pale Dar es Salaam kuandaa viwanja vya mazoezi uh, Jimkana, uh, Low School na Isamuyo. Tumepata changamoto kidogo pale kwenye uwanja wa Jimkana, kwa sababu hiki ni kipindi cha mvua. Sasa mvua nyingi zimenyesha nyasi zimeathirika kwa sasa hivi uh, wenzetu wa Suma JKT wanapambana kuhakikisha wanarejesha uwanja wa Jimkana katika hali yake, na kwa sababu mashindano ya CHAN yako mwezi wa nane, tunaamini kwamba mpaka kipindi hicho itakuwa tayari. Lakini kwa viwanja vya Major General Isamuyo uh, na Low School vile ni karibu viko tayari vimekamilika, ni kufunga tu taa uh, kuweka uzio wa waya kumalizia vyumba vya kubadilisha nguo ambavyo tayari vilishajengwa, ilikuwa eh, ni kuwezeka tu imebaki. Lakini hayo yote sasa hayazuii kile kiwanja kutumika kama kiwanja cha mazoezi, na ndio maana tangu Februari tulitangaza kwamba tuko tayari kwa CHAN, kwa sababu kwa ma maandalizi ya muhimu ya kufanya CHAN tulikuwa tuna utayari, lakini kuna vitu vya kuboresha ili viwanja vitumike zaidi. Tutaendelea na mpango wetu wa kujenga viwanja vya kudumu vya mazoezi Leaders Club, Farasi, Tildo unaendelea kama kawaida. Na pale Jimkana kuna sehemu pembeni tunajenga kiwanja kipya, kitakuwa mpaka na majukwaa kabisa ya watazamaji. Kwa hiyo mpango huo bado upo, tunaendelea kukimbizana. Tunazishukuru serikali zetu, zinatusapoti, na Mheshimiwa Rais kule bara ameridhia kutoa fedha zitolewe E, Sumba JKT wafanye hiyo kazi usiku na mchana ili kuhakikisha viwanja vinakuwa tayari na Mheshimiwa Waziri Mkuu analisimamia kila wiki anapita kwenye viwanja kukagua. Kuhusu uwanja wa Uhuru, ukarabati unaendelea. Hivi ninavyozungumza mkandarasi yuko site. E, tunatambua kwamba eh, budget tuliyoweka kwa ajili ya ukarabati wa uwanja wa Uhuru unaweza usilete mabadiliko makubwa sana ya uwanja kama ambayo yametokea hapa Aman. Lakini tunaendelea kukarabati na tunafanya mawasiliano eh, serikalini kufanyike maamuzi tuone kama tunaweza tukapanua zaidi ukarabati. Kwa sababu ukarabati unao fanyika ni wa kuimarisha miundombinu iliyopo ya Uhuru, sio mabadiliko makubwa sana ya uwanja. Maanake watu wasija wakasikia uwanja wa Uhuru unakarabatiwa basi wakajua kila kitu kitabadilishwa. Ni kweli tunakwenda kuweka viti, tunakwenda kuweka taa, tunakwenda kubadilisha vyumba vya kubadilishia nguo na kurekebisha mifumo ile ya maji, ya umeme, ya ulinzi, ya kamera. Uh, lakini kuna baadhi ya vitu hatutaweza kuvifanya kwa kiwango kikubwa. Uh, labda kama tufanye mabadiliko ya mkataba, tuboreshe zaidi, tuongeze fedha zaidi, ili tuweze kufanya mabadiliko makubwa zaidi, lakini kwa sasa hivi tutafanya hayo maboresho ya, ya miundombinu iliyopo.